Hululu ndugu zangu Waislam na wale ambao sio Waislam mlioko katika pande ya dunia hii na, na ndani ya bara letu la Afrika na hasa katika nchi yetu hii ya Tanzania, ninakukaribisheni katika kipindi chetu hichi cha dini ni tabia njema. Nia malengo na shabaha ni kwa ajili ya kukumbushana na kuelimishana lakini pia kuzinduana katika yale ambayo yanayohusu dini yetu, juu ya masala yanayohusu mmong'onyoko wa maadili na tabia iliyokuwa njema. Kwanza kabisa kabla ya kuingia katika maudhui yetu ya leo, ambayo itakayoangazia miongoni mwa maafa makubwa yanayoendelea kuutafuna umma wa Kiislamu yanayoendelea kutafuna kizazi cha Kiislamu yanayoendelea kuharibu mustakbali wa vijana wetu wa Kiislamu katika nchi yetu hii. Kwanza turejee katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo anayosema kwamba kulukum mara'in wa kullukum mas'ulun an raiyat, kwamba kila mtu nyote ninyi ndani ya jamii mnayoishi, nyote ninyi ndani ya umma mnaoishi, nyote ni wachunga, wote ni maafisa ustawi wa jamii, na kila mmoja wenu ataulizwa juu ya kile anachokichunga, juu ya kile anachokisimamia, juu ya kile anachokistawisha. Lakini walimamu ra'in, na kiongozi na yeye pia ni mchunga wamasulun an raiyatihi, na yeye ataulizwa juu ya kile ambacho anachokichunga. Tunaposema alimamu rain wamasulun an raiyatihi, maana yake kiongozi ndiye ambaye atakayeulizwa, an hifdhi dini, juu ya malengo ambayo yatakayopelekea kuhifadhi dini watatbiqi ashariat wa himayati huquqi arraiya, lakini pia namna gani watu watakavyotakiwa kutekeleza kivitendo sheria za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lakini pia na kulinda himayati huquqi na kulinda haki za raia, au kulinda haki za wale anaowachunga sawasawa, wawe ni binadamu sawasawa sawa we ni wanyama sawasawa, sawa iwe ni mimea sawasawa, sawa iwe ni mazingira ambayo anayoishi mtu huyo, kiongozi atabeba masulia lakini, warajulun ra'in ra'in fi ahlihi, na kiongozi na mwanamume na yeye pia ni mchunga kwa watu wake, ni mchunga kwa watu wake. Kwa sababu gani? huwa ra'in fi annafaqati yeye ndiye ambaye anayechunga kizazi chake, au anayechunga katika hali ya kutoa matumizi juu ya familia yake. Wahusnin al ushra, na kutengeneza mahusiano mema yeye na familia yake. Lakini watarbiatin alabnai, na swala zima la kuhakikisha kwamba anasimamia juu ya malezi ya watoto wa masulu na anhum, na yeye ataulizwa juu ya hao watu wake ambao anaowachunga au ambao anaowastawisha. Lakini walmaratun raiyatun fi beiti zaujiha, lakini pia na mwanamke, na yeye ni mchunga katika nyumba ya mume wake, raiyatun fi tadbiri albaiti, yeye mwanamke ni mchunga na mstawishaji katika namna bora ya uendeshaji wa yale ambayo yanayohusu nyumba ya mume wake, yale ambayo yanayohusu nyumba ya mume wake, lakini pia pamoja na kusimamia kwa kuwapa malezi bora watoto ambao wako chini ya himaya yake ndani ya familia. Hii ina maana gani? Hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ina maana kubwa, ina maana pana, na ina maana ya kutuzindua sisi kama Waislamu, pamoja na viongozi ambao tunaosimamia majukumu ya Waislamu, ambao tumechukua mamlaka kwa ajili ya kuwatumikia Waislamu, ambao tumechukua mamlaka kwa ajili ya kuwaongoza Waislamu katika yale ambayo yanayomridhi Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na yale ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametufundisha. Lakini namtaka kila mmoja miongoni mwetu ajue majukumu yake na ajue nini ambacho anachotakiwa kukisimamia, kwa sababu tunatambua kwamba familia bora ndiyo ambayo inayokuja kutengeneza jamii bora jamii bora ndiyo ambayo inayokuja kutengeneza taifa bora. Iwapo familia itaharibika, basi na jamii itakuwa imeharibika, na jamii inapoharibika, maana yake hatuwezi kupata watu wenye kutengeneza taifa lililokuwa bora. Na ili uweze kupata familia bora, maana yake ni lazima uhakikishe kwamba unatengeneza mfumo wa tabia njema kwa watoto wako, unatengeneza mfumo wa tabia njema ndani ya jamii yako, unatengeneza mfumo wa tabia njema ndani ya taifa lako. Sasa ukija ukaangalia leo hii jamii yetu ya Kiislamu, ni wazi kwamba huu mmongonyoko wa maadili ambao tunauona lakini pia viongozi wanaukalia kimya, wanashindwa kuchukua hatua madhubuti ya kukomesha haya ambayo yanayoendelea siku bai siku. Ni wazi kwamba huko mbele tunakuja kutengeneza bomu, bomu ambalo litakalosababisha sisi kuzungumzwa vibaya na kuacha historia mbaya na kuacha hadithi mbaya itakayosimuliwa na wale watakaokuja kutokana na swala zima la kushindwa kusimamia maadili na mmongonyoko wa maadili ambao unaendelea kukitafuna kizazi chetu siku baada ya siku. Tazama katika klipu hii ambayo inayoweza kukupa taswira ya kile ambacho kinachoendelea katika jamii ambayo tunayoishi, katika jamii ambazo tunazoishi lakini hawa watoto wanaofanya haya ni watoto wa Kiislamu ambao pengine baba na mama ni Waislamu, lakini pia wanaishi, wameishi katika maisha ya Kiislamu. Lakini tazama namna walivyovaa, unaona kabisa kwamba hawa watoto ni watoto wa Waislamu ndio ambao wameweza kuwavalisha mavazi haya yanayoashiria utamaduni mwema na utamaduni bora wa Kiislamu. Lakini tazama hiki ambacho kinachofanyika hapa, ni wazi kwamba viongozi wetu, laiti kama hatutozinduka na tukakalia katika vyoo vyetu, tukajinasibu kupitia vyoo vyetu, tukajinasibu kupitia umri tuliokaa katika taasisi zetu, tukafanya hafalati mbalimbali mbali za kupongezana juu ya yale ambayo yanaokwenda sanjari na utekelezaji wa taasisi zetu, maana yake ni kwamba uwepo wetu katika vitu hivi, uwepo wetu katika nyadhifa hizi utakuwa hauna faida wa ya aina yoyote ikiwa tutashindwa kukiokoa kizazi hiki, ikiwa tutashindwa kuweka misingi madhubuti ya kuja kukinusuru kizazi chetu.

fia dufu kwa ajili ya kusherehekea a mazazi ya Bwana Mtume Muhammad, au kwa ajili ya kutekeleza au kufikisha ujumbe ambao unaamrisha mema na unakataza mabaya, lakini tazama namna ambavyo inatumika dufu hili, tena na vijana wa madrasa ambao hawa wanafunzi ni wanafunzi wa Kiislamu, lakini pia ni wanafunzi wanaotoka katika madrasa zetu sehemu ambayo sisi tunaiamini kwamba ndiyo sehemu pekee iliyobakia kwa ajili ya kuja kumtengeneza mtoto aliyekuwa mwema, atakayesimamia misingi bora ya Mwenyezi Mungu, atakayekuwa na tabia njema, ambaye atakayekwenda sanjari na sera ya dini yetu. Tazama namna gani vijana wetu wanavyoharibika. Ishara hii ni mbaya, ishara hii sio nzuri. Ishara hii inavunja heshima ya Uislamu. Ishara hii inavunja heshima ya Waislamu. Lakini pia ishara hii leti kama itaendelea kuachiwa, maana yake inakuja kuvunja heshima ya viongozi wa Kiislamu waliochukua nafasi zao kwa ajili ya kuwatumikia Waislamu na kwa ajili ya kuwaongoza Waislamu katika mfumo bora wa malezi bora aliyotuachia Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, la fakhrun lilwadhifa, hakuna fahari ya kuwa katika wadhifa au cheo fulani ikiwa kama cheo hicho itakuwa ni sababu ya kushindwa kutekeleza majukumu yako. Kutengeneza sera ya kuja kukiokoa kizazi hiki. Hakuna haja na thamani ya taasisi za Kiislamu tulizo nazo ikiwa kama tutashindwa kuweka sera ya pamoja kwa ajili ya kuja kukinusuru kizazi chetu. Hakuna thamani ya uwepo wetu katika viti vya uongozi.